Kuna watu aina mbili ambao wataenda kukuchukia kwa namna yoyote, watakuchukia tu. Namba moja, watu ambao unawazidi kila kitu. Pili, watu ambao wanaona unaenda kufanya vitu vikubwa kuwazidi wao walivyovifanya mpaka sasa. So unavyoanza kupata feedback, kwa mfano uh, ukikaa kwenye social media, kuna, kuna masuala ya comment, kuna watu wamekaa chini na kuandalia content kwa ajili yako, ama feedback yoyote, unatakiwa ukae chini na kuanza kujiuliza swali lifuatavyo: Je, kuna kitu nitakachojifunza hapa ama kuna kitu ambacho hakiko sahihi ama kuna kitu ambacho hakiko sawa. So kama hakuna kitu ambacho unaweza kujifunza, let me tell you, ignore them. Mfano mzuri ni mimi hapo kwenye comments, kuna watu wanakuja hapo wanajifanya wanaelezea vizuri wanajifanya wanaeleza kwenye comments, ukiangalia ni watu ambao either unawazidi kila kitu ama kitu chochote wanachojua, au cha pili ni watu ambao wako mbele lakini wanajua kabisa I'm coming. I'm coming to take them. Na kuja kufanya vitu vibadi alibu vile vyote ambavyo wamewai kufanya na kutengeneza new generation with new era na vitu ambavyo hawajawahi kuwaza hata siku moja vitatokea. So watu kama wanafanyaje? you know them yeah. Ukiona mambo ni magumu sana, angalia meme kwenye comments ambavyo ndavyo wafanya watu watakokuja watak kuja kucomment hapo chini.